Tunalijadili swala la Sudan na pia shutuma kwa jirani zake. Msikilizaji, wiki hii, luteni jenerali Yasser Al-Atta, naibu mkuu wa jeshi la Sudan alizituhumu, Sudan Kusini na Chad kuliunga mkono kundi la RSF linalopambana dhidi ya serikali ya Khartoum na kutishia kuzishambulia nchi hizo jirani. Jenerali Al-Atta alitishia kuvilenga hasa viwanja vya ndege vya Chad, uh, ambavyo amesema kwamba ina uruhusu Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kutumia viwanja hivyo kusafirisha silaha kwa RSF. Vitisho hivi vimeongeza wasiwasi wa kutanuka kwa mzozo wa Sudan na kuziathiri zaidi Sudan Kusini na Chad ambazo tayari pia zinakumbwa na changamoto lukuki za kiusalama. Sudan inapigana na RSF tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, huku Sudan Kusini ikiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa wa ndani unaotishia vita vingine, na Chad nayo ikikabiliana na wanamgambo. Na sasa Chadi inasema itajibu kwa nguvu endapo itashambuliwa na Sudan. Je, athari za shutuma hizi ni zipi? Kujadili mada hii nimemwalika Martin Olo, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kikanda aliyeko mjini Nairobi, na hapa studioni nashirikiana na, na mwenzangu Jacob Safari, ambaye anadurusu maoni na maswali yako msikilizaji, kuhusu mada hii. Martin Olo, labda kwa kuthibitisha, upo nasi Ipo, nipo nanyi kabisa. Nashukuru kuwa nanyi na, naomba ndugu umsalimienduuako amepata <laughs> <laughs> salamu zako. Sasa tuanze tu moja komoja. Kwa moja kwa faida ya yeah, msikilizaji yeah, yeah. Bwana Martinolo, tupe mtazamo wako kuhusu shutuma hizi zilizotolewa na Sudan dhidi ya majirani zake. Je, kuna ukweli wowote ndani yake? Awe na ukweli pasiwe na ukweli, kuna sababu ya kuhofia kwamba matatizo yaliyopo pale Sudani yanachangiwa na nchi jirani na yanachangiwa na mataifa mengine ya nje, na kwa hivyo wale wanaohusika pale katika Sudani lazima wawe na sababu ya kutafuta kuwakemea ama kuwakashifu wale ambao wanaashiria kwamba ya kwamba nchi hiyo isipate amani. Kwa hivyo kuna sababu, na kwa sababu hiyo tungependa tuseme kama uh, majirani na pia kama uh, uh, wakazi uh, wa Afrika bara hili, ni lazima tuwe tunatafuta tunata, uh, suluhisho. Badala ya kutafuta matatizo tu kila wakati. Mm. Tuzungumzie hizi maanake, athari za shutuma hizi kwa usalama wa kimataifa na uhusiano wa Sudan na nchi jirani e, tunaweza kuona vita vikihamia e, Sudan na kuingia katika e, nchi jirani e, Sudan Kusini na, na, na, na Chad bila shaka, kuna uwezekano kumbuka, ya kwamba katika mambo haya yote kuna rasilimali na kuna wale ambao wanataka wawe na uh, nafasi ya kuhakikisha kwamba wanaweza kutengeneza hela zao kutokana na rasilimali, wawe ni viongozi wa nchi, awe ni uh, nchi zingine jirani, ama nchi ambazo zina hasa zina nia ya kutafuta rasilimali hizi. Kwa hivyo kutakuwa na nafasi kumbuka ya kwamba Sudani ya kusini na Sudani ya kaskazini zamani walikuwa ni nchi moja, na baadaye wakapigana kuhusu rasilimali. Kwa hivyo uhasama huu na nafasi pia ya kuchangia kuharibu amani hii ipo siku zote. Mm, mm. Labda niulize hili kwamba katika muktadha wa migogoro ya ndani inayoshuhudiwa katika eh, kule Sudan, Sudan Kusini na Chad, vita vya maneno vya Sudan vinaweza kuleta athari gani kwa usalama wa nchi hizi? Je, ni jinsi gani ushirikiano wa kikanda wa kimataifa unaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa mgogoro huu na kudumisha usalama katika eneo e, hilo? Ah, bila shaka tumeenda kusema kwamba sisi kama jirani, sisi kama ndugu wa Afrika haifai tuwe uh, tunatafuta njia ya vijana ya kuelewana tunatakana, tunatafuta njia za kukubaliana wakati wote. Kwa sasa tunaona kwamba uh, hamu ya kutafuta kuelewana inapunguka, huku watu wakitafuta ubinafsi wao na wakitafuta njia ya kuweza kueneza uh, siasa za, kib za kibabe na kwa sababu hiyo unaona ya kwamba ujirani ama urafiki unapunguka, una, una nazota huku watu wakitafuta njia tu ya kuchokozana ama kutafuta kumtesa mwenye mwenzake. Kwa hivyo, yani, pakikosekana amani pale Sudani ya Kusini, pakikosekana amani kule A Sudani ya kaskazini, bila shaka wanaoumia na wananchi wa kawaida ambao wanataka maisha ya kawaida, wanataka um, huduma uh, za afya na huduma za elimu na uchumi wao uendelee jinsi wanava. mm, mtu anaweza kujiuliza labda, katika mgogoro huu, kwa nini RSF inapata ungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya mataifa ya nje badala ya kuungwa mkono em, na serikali em... Ya, ya Khartoum mataifa kama UAE ambayo sio mara ya kwanza kushutumiwa kuiunga mkono RSF yana ya, ya masilahi gani hasa? Mtu anaweza kujiuliza swali hilo. Tunasema ni ubinafsi, kwa sababu UAE, ukiangalia katika kanda hii ya Afrika, UAE inataka kuwa na ushawishi mkubwa, hasa inataka kutumia nguvu za, za hela za mafuta na pia wanatafuta kuhakikisha kwamba rasilimali ya uh, nchi hii sehemu hii ukanda huu nao wanawapata. Kumbuka ya kwamba Uchina pia wana haja na hii rasilimali na, na, na hapo mbeleni Marekani pia wako walikuwa nayo na sahizi sijui wameacha wako namna gani, lakini hata katika mambo yanavyoendelea duniani bila shaka ni unafsi mwingi na hali ya kutafuta biashara. Hmm. Juhudi za kikanda uh, za, za, za, za, za kupatanisha pande hasimu katika e, mzozo huo zinaonekana kushindikana kabisa, maana tumeshuhudia jumuiya ya IGAD e, kwa mfano ikijaribu na, na, na kuishia njiani. Mataifa moja moja pia yameshindwa kuzishawishi ku, ku, ku, kutatua tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Njia gani nyingine hapa Bwana Martin Olozi inaweza kutumika kuvifikisha ukingoni vita hivi, ya mama, lumbano haya ya eh, RSF na, na, na jeshi la, la, la Sudan. Kumbuka kwamba Sudan ilikuwa na amani, kumbuka pia hapo mbeleni Libya ilikuwa na amani, tukaambiwa a, a Muammar Gaddafi ni mtu ana, ana, ana, ana wa kiimla, hana demokrasia, tukamfurusha. Nchi Sudani pale, unaweza kusema kwamba walikuwa na uongozi unaendelea pale, tukaanza kama uongozi wa kiimla tumeleta vurugu sisi. Lazima tukubali kwamba Laz tujitafutie suluhu zetu katika matatizo yetu. Tukiangazia watu wanci tusaidie, hatutafaidika. Kwa hivyo tuanze kujiangalia, tujipige msasa kwa undani, na tuseme ya kwamba tunataka tuwe na amani. Na wanasema unavyofikiria ndivyo unavyokuwa. Ukitafuta amani utatafuta amani, lakini ukitafuta pia A vita utaona, ya kwamba siku zote ni vita tu mm-hmm. Kwa hivyo lazima tujikaze naelewa ya kwamba uongozi umetushinda katika uongozi wa, wa, wa, wa, wa tume ya tas, I mean, asasi kama vile za IGAD, asasi kama za ECOWAS na EAC. Yani, utapata ya kwamba I mean, East African Community, utapata ya kwamba sisi kama viongozi wa kiafrika hatuwezi kujileta pamoja na tukatafuta kutatua, hatuwezi kumkashifu ndugu yetu ambaye ni kiongozi ama ambaye anachangia kuharibu uongozi mahali. Kwa, kwa hivyo inakuwa tu kwamba ndugu afanye anavyotaka, akae anavyotaka, aribu, abadilishe katiba. Kwa hivyo itatubidi tuwajibike. Mm. Labda tukupumzishe tu kidogo, tuende kwake Jacob Safari sijui huko katika mitanda, mitandao watu wanasema nini kuhusiana na swala zima hili, wanauzungumzia mm, sana uh, mzozo huu wa Sudan na hasa hii hatua ya jeshi la Sudan kuchukua tena udhibiti wa uwanja wa ndege ambayo imefanyika muda mfupi uliopita. Lamek Rastafari huyu anasema pongeze kwa jeshi la Sudan kudhibiti tena uwanja wa ndege lakini pole kwa familia wananchi na watu wote wanaoteseka na vita hivyo. Alafu Hasani Mlacha yeye anasema ni hatua nzuri kwa jeshi la Sudan kurejesha maeneo yaliyokuwa yamechukuliwa na RSF, ila sasa mwisho wa hiyo vuta ni kuvute kati ya jeshi la Sudan na RSF itakuwa ni ipi? Haya, swali hilo eh, bwana Martin Olo lakini kabla hatujakwenda hapo labda nikuulize no. hili kwamba vita kati ya serikali ya Sudan na RSF vimeanza kuanzia uh, Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na, na, na, na tatu vinaenda kuingia mwaka wake wa pili, vimeathiri mamilioni ya watu. Leo jeshi kama ulivyosikia limeukomboa uwanja wa ndege wa Khartoum kutoka kwa wanamgambo hao, limechukua udhibiti kikamilifu. Licha ya hayo, bado vita kati ya pande hizo mbili hasimu vinaendelea. Hatma ya Sudan na kanda nzima tu nijibe hapo, unaizungumziaje kwa haraka haraka? Nafikiri, nafikiri ukweli ni kwamba tukianza vita, vita mara nyingi haviwezi kuisha hivi hivi. Kwa hivyo la muhimu ni kwamba tusije tukaanzisha vita, kwa sababu tumeona wanajeshi wakionjeshwa uh, mamlaka um, hawataki kuachilia. Kwa hivyo tuwache wanajeshi fanya kazi yao, walinde nchi, walinde taifa lakini uongozi nao viongozi wanaohusika waweze kuwa na kuwajibika. Haya, nikushukuru sana bwana Martin Olo na Jacob Safari kwa kuchangia mjadala wetu huu. Naona muda haupo nasi, nipishe makala tuliokuandalia DW.